Hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa wazee wa Dar es Salaam imekuja katika kipindi ambacho taifa linahitaji kupata mwelekeo wa pamoja kujibu maswali ya kiu ya matumaini. Katika mazungumzo yake, Rais hakuonekana kama kiongozi anayeamuru kutoka juu, bali kama mama wa taifa anayetoa mwito wa kutuliza mioyo na kutumia busara katika kulijenga taifa. Sauti yake ilibeba utulivu, hekima na dhamira kulinda amani kama msingi wa maendeleo ya Tanzania. Katika uchumi wa dunia ya leo, dhana inaeleweka wazi kwamba amani ndiyo mtaji wa kwanza wa maendeleo. Maendeleo ya viwanda, biashara, uwekezaji na ajira hayawezekani utulivu. Hotuba ya Rais Samia ilikuwa ni wito wa kueleza kwa Watanzania wote kwamba misukosuko ya kisiasa na kijamii ina gharama kubwa kwa nchi na ustawi wa wananchi. Iwapo taifa litaruhusu mgawanyiko, basi uwekezaji utapungua, matazamio ya ajira yatadorora na kasi ya miradi ya maendeleo itashuka. Saikolojia ya hotuba ya Rais Samia ililenga kugusa hisia na fikra kwa pamoja. Ujumbe wake mkuu ulionekana kuwa kwamba taifa linaweza kuwa na tofauti bila kuwa na ugomvi. Ni jambo ambalo linaonekana rahisi kusema, lakini ni gumu kutekeleza bila uongozi wa kuaminiana na usikivu. Alichofanya Rais Samia ni kuwasilisha siasa ya majadiliano baada ya siasa ya makabiliano. Uamuzi wa kuzungumza na wazee haukuwa tukio la kawaida. Wazee ni kumbukumbu -kumbu ya historia ya taifa, ni mashahidi wa misukosuko na mafanikio ya Tanzania tangu uhuru. Wanaheshimika katika jamii, wakisikilizwa katika familia na kuheshimika katika maeneo yao. Kuwashirikisha wazee ni kujenga uunganisho kati ya vizazi na vizazi, kuitumia busara iliyokusanywa na historia na kuanzisha mjadala wa nchi unaotokana na hekima. Hata hivyo, changamoto kadhaa zimejitokeza katika ukubwa wa mjadala huu. Je, hotuba hii itatafsiriwa katika matendo ya wazi au itabaki kama kauli ya kiukufu? Je, serikali itaendelea kuhakikisha sauti zote zinasikika bila ubaguzi wa kisiasa? Je, umoja utajengwa juu ya uhuru wa mawazo au kuhimiza watu kuelekea upande mmoja wa fikra? Haya ni maswali ambayo wananchi wataendelea kuyatafakari tafakari, lakini Rais Samia anaonekana kutengeneza historia kama kiongozi anayejenga Tanzania ya majadiliano, si Tanzania ya mabavu lakini historia itampima katika uwiano wake wa kushughulikia haki, kusikiliza sauti za wananchi bila kuzinyamazisha au kulinda rasilimali na fursa za taifa bila ubaguzi. Mwisho wa yote, hotuba hiyo inaonyesha kuwa amani ndiyo sababu ya uwepo wa kazi, biashara na matumaini. Taifa linapokuwa na amani, kila raia anaweza kutafuta riziki, kuanzisha ubunifu, kushindana katika biashara na kunufanika kimaendeleo ya kitaifa. Mwisho wa yote, hotuba hiyo inaonyesha kuwa amani ndiyo sababu ya uwepo wa kazi, biashara na matumaini. Taifa linapokuwa na amani, kila raia anaweza kutafuta riziki kuanzisha ubunifu kushindana katika biashara na kunufaika na maendeleo ya kitaifa. Ikiwa hotuba hii itakuwa mwanzo wa mchakato mpana wa mazungumzo ya kweli, basi Tanzania inaweza kujielekeza kwenye zama mpya za, za siasa za kusikilizana, kuaminiana na kujenga taifa linaloheshimu tofauti za mawazo bila kupoteza umoja wa kitaifa. Mwisho wa yote, tunaposikiliza sauti ya rais na kuutazama mwelekeo wa taifa, ukweli unabaki kwamba Tanzania ni kubwa kuliko itikadi, ni kubwa kuliko mihemko ya kisiasa na ni kubwa kuliko tofauti zetu. Kila mmoja wetu, kiongozi, mzazi, kijana, mfanyabiashara na msomi, ana jukumu la kulinda rasilimali inayoonekana kwa macho amani. Ni katika amani ndipo tunapoweza kutofautiana bila kugombana, kushindana bila kuvunjana, na kukosoa bila kuchukiana. Hapo ndipo Tanzania itaendelea kusimama, si kama nchi inayokimbia kwa miguu ya mgawanyiko, bali inayotembea kwa hatua za busara kuelekea mustakabali wa matumaini na mishikamano. Kwa kweli hii ilikuwa ni makala fupi inayohusiana na rais Samia kulihutubia taifa na wazee wa Dar es Salaam. Niliyokusomea makala hii ni mimi Warda Hamid. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare channel yetu hii.